Sehemu ya pili ya Machozi ya Mapenzi. Wiki tatu zilipita tangu Amina aondoke kwa ahadi ya kurudi, wala kumwona hata kivuli chake. Kila siku alienda maporomoko ya maji wakati wa jioni, akikaa juu ya jiwe lile lile walilosimama pamoja, akitazama maji yanavyoteremka, huku akijiuliza kama ilikuwaje msichana kama yule aseme tuonane tena, kisha apotee kama upepo wa msimu wa vuli. Lakini usiku mmoja ya wakati wa mvua ya mawe, Musa alipokuwa akirudi kutoka kutafuta kuni kwa ajili ya bibi yake, alikuta barua imebandikwa chini ya dirisha lao. Ilikuwa imefungwa kwa uangalifu kwa kipande cha kitambaa cheupe kilichokuwa na harufu ya marashi ya kike. Musa alifungua kwa mikono inayotetemeka. Ndani kulikuwa na maandishi ya mkono yaliyosambaa kwa ustadi: Musa, nilirudi, lakini sikukukuta baba yangu anazidi kuwa mkali, anasema sitakiwi kurudi kijijini peke yangu tena, lakini niliwaambia wafanyakazi wetu wa shamba waweke macho kwa niaba yangu. Tafadhali njoo chini ya mti mkubwa wa mparachichi pale bondeni, kesho saa kumi alasiri. nitakuwa peke yangu. Amina. Musa alishikilia ile barua kama ni tiketi ya maisha mapya. Usiku ule hakulala. Alizungumza na bibi yake kwa muda mrefu, akijaribu kujificha furaha aliyokuwa nayo. Mama Manka, licha ya kuwa mzee na mgonjwa, aliweza kusoma macho ya mjukuu wake. Alimkumbatia kwa upole na kumwambia Musa, moyo wa masikini hauna kosa kumpenda tajili, lakini dunia haiangalii moyo, huangalia mavazi na ukoo ukimpenda huyo msichana mpende kwa heshima, lakini usimsahau Mungu na hadhi yako ya utu. Mapenzi hayana bei, lakini huadhibiwa kama zambi kwa maskini. Kesho yake saa kumi kamili Musa alifika kwenye mti wa mpalachichi uliokuwa bondeni, sehemu tulivu na yenye kivuli kizuri. Alivaa shati lake pekee lililokuwa halijachanika na surole yake ya zamani ilobadilika rangi kutokana na muda. Aliosha miguu yake vizuri na hata kupaka mafuta kidogo ya nazi kwenye nywele. Alipofika pale, moyo wake ulisimama. Amina tayari alikuwa amewasili. Alikuwa ameketi kwenye mzizi mkubwa wa mti akiwa amevaa kitenge laini na sweta ya kijani. Alionekana mlembo zaidi ya mwanzo. Macho yao yalipokutana Walitabasamu kwa muda bila kusema neno, kisha Amina akasimama, akamkumbatia Musa kwa nguvu. Ilikuwa ni kukumbatia kwa maumivu, kwa hamu na kwa ukimya uliosimulia zaidi ya maneno. Walikaa pamoja pale kwa saa mbili nzima. Amina alimweleza jinsi baba yake alivyokuwa ya mkali, jinsi mama yake alivyomlilia ya kwa kumtetea bila mafanikio na jinsi alivyozuiliwa kutoka peke yake nje ya mji. Musa, baba yangu si tu tajiri, ni mtu mwenye nguvu serikalini, ana heshima nyingi, na mimi ni alama ya familia yetu. Akijua tu kuwa ninakupenda, maisha yako yatakuwa hatalini. Musa alimshika mkono. Amina, siogopi, siogopi kunyimwa pesa wala kupigwa ninachoogopa ni kupoteza mtu wa pekee aliyewahi kuniona kama binadamu, si kama mtoto wa maskini. Waliongea hadi jua lilipoanza kupotea. Amina alimwahidi Musa kuwa ataangalia kila njia waendelee kuonana. Walikubaliana kuwa watakutana hapo kila wiki. Zilipita wiki tano, walikutana kila Ijumaa. Musa alimweleza Amina kuhusu mateso ya utoto wake, njaa alizopitia na ndoto ya kuhandika kitabu kuhusu mapenzi ya umasikini. Amina alimsimulia kuhusu maisha ya miji mikubwa na upote wake kwenye dunia ya hanasa isiokuwa na upendo. Lakini taratibu, walinzi wa shamba wakaanza kuwa na mashaka. Mmoja wao aitwaye Charles alikuwa mlinzi binafsi wa baba yake Amina na alikuwa mwepesi wa kutafuta sifa. alipoona Amina akiwa na Musa alichukua picha kwa siri na kuzipeleka kwa bosi wake. Siku moja kabla ya Ijumaa, Musa alipata ujumbe mwingine kwa njia ya balua, lakini safari hii si kwa maandishi ya Amani, ilikuwa ya mtu asiyejulikana: acha kumfata Amina mala moja. Huyo si msichana wa daraja lako, unaichezea familia yenye heshima kubwa. Ukijaribu kumwona tena, utapotea kabla ya mwezi kujaa. Barua hiyo ilitoka kwa mtu wa aina ya Charles. Musa aliitetemesha mikononi mwake, akasikia hasila ikimpanda, lakini hakuludi nyuma. Kesho yake alienda pale mti wa mpalachichi kama kawaida. Alimkuta Amina akilia. Alikuwa amepigwa kibao na baba yake, simu yake ilichukuliwa, kalazimishwa kujiandikisha kwenye shule ya binti wa kimataifa Kenya ili aondoke nchini haraka. Amina alisema kwa sauti ya kuvunjika moyo, wana mpango wa kunipeleka wiki ijayo, nataka tuondoke kabla hawajanikamata. Tafadhali Musa, tukimbie, najua si rahisi, lakini siwezi kuishi bila wewe. Musa alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akauliza, uko tayari kuacha kila kitu, mali, hadhi familia yako kwa ajili ya kijana wa mavumbi kama mimi? Amina akasema niliishi kwenye kasli lakini moyo wangu ulikuwa mfungwa. Nikikimbia na wewe, hata nikiishi kwenye kibanda, nitakuwa huru kwa mara ya kwanza maishani. Walikubaliana wakutane siku ya Jumamosi usiku mtoni, pale Musa alipokaa siku ya kwanza baada ya kumwona Amina watakimbilia mji mwingine kuanza maisha mapya, mbali na familia yake na utawala wa pesa. Lakini usiku ule wa Jumamosi ulikuwa mwanzo wa janga. Baba yake Amina alipata taarifa kutoka kwa Charles, alituma watu watano wenye silaha wakiongozwa na askari wa serikali. Musa alipofika mtoni alikuta watu wanamsubiri, hakumuona Amina, alipigwa, akafungwa kamba na akabebwa kama mnyama. Musa alipelekwa wapi? Je, Amina alijua kilichotokea na kama anajua, anaweza kufanya nini? Sehemu ya tatu inakuja. Kila siku ya Jumamosi na Jumatano, Machozi ya mapenzi. Msimulizi wenu ni mimi Mustafa Feluz.